ya wilaya ya Chamwino, tunajua mna kazi kubwa mnayoifanya, mnaifanya kwa upendo, mnaifanya kwa upendo mkubwa, lakini mkiwa na huruma imani kwa wagonjwa, na hivyo kupelekea kupata sifa, lakini kusaidia katika juhudi za kuhakikisha kuwa wananchi wote wa wilaya ya Chamwino wanakuwa na afya zilizoimarika na hasa pale zinapohitajika. Hongereni sana. Nashukuru pia kwa kutumia siku hii kumkumbuka muuguzi ambaye ameanzisha siku hii, mwanzilishi ambaye aliitwa Florence Nightingale, ambaye alifanya kazi kubwa na leo ndio ametufanya dunia nzima kutambua thamani ya muuguzi. Lakini alianzisha hii fani ambayo ni muhimu sana na kama ambavyo nimesema kwenye taarifa yenu kwamba asilimia tisini duniani ya wauguzi wa idara ya afya ni wauguzi. Kwa maana nyingine kwamba katika idara ya afya ni jeshi kubwa, ukiwa hampo nyie basi idara itapwaya au sekta ya afya kwa ujumla itapwaya. Hongereni sana, lakini niendelee kuatia moyo, endelee kufanya kazi hii kwa moyo, kwa upendo, kwa huruma. Tunaamini mnafanya kazi ya Mungu kwa sababu kazi ya, ya, ya kuhakikisha uhai na kumpa faraja ya mgonjwa uh, ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo tunaamini pia ni kazi ya Mungu, bila wito hatuwezi kufika hapo, japo tunaelewa kuna changamoto nyingi, na pengine kuna wengine ambao wamekuwa na lugha chafu katika kuhudumia wengine, lakini tunaamini hayo ni matakwa ya mtu mmoja mmoja, lakini maadili hayatuelekezi hivyo. Aidha, ni katika taarifa zenu pia nimeona mmeongelea changamoto ambazo zinaikabili Sekta ya uuguzi hasa katika Halmashauri ya Chamwino, mmetaja kabisa katika uh, halmashauri hii wapo wauguzi 214 lakini ukilinganisha na idadi ya wagonjwa na idadi ya vituo vya afya, vituo zahanati, lakini pia hospitali, idadi hii ni ndogo, inahitaji wanahitajika kuongezeka ili kufanya kazi kwa ufanisi.